na kusisitiza umuhimu wa kuendelea kulinda amani ya nchi yetu. Tanzania ni taifa la amani na amani hii inaanzia kwenye familia na jamii zetu. Wanawake, tuendelee kuwa walezi wa amani, uvumilivu na mshikamano ili watoto wetu wakue katika mazingira salama. Kwa heshima kubwa napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake thabiti na kazi nzuri anazoendelea kuzifanya. Mafanikio haya yanatupa sisi wanawake wa UWT dhamana ya kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kumuunga mkono kwa vitendo, kuimarisha umoja na kusimamia maadili ya amani na maendeleo katika jamii zetu sambamba na dira ya uongozi wa chama na taifa letu. Tunapokaribia mwaka mpya, na watakia wote mwaka mpya uliojaa baraka, amani na mafanikio mapya. Tuendelee kushikamana, kuhimiza elimu na kuilinda amani kwa ajili ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Kwa mara nyingine tena, nawashukuru sana wanawake wa UWT kwa kunichagua na kuniunga mkono, na ahidi kuendelea kuwa mtumishi wenu, kusikiliza na kufanya kazi kwa bidii kwa manufaa ya wananchi wote.